Karibu kwenye channel yetu ya information technology. Siku leo, naenda kuelekeza ni kwa namna gani unaweza kujifunza mambo yote ya hack online, hack ile ambayo ni ya usalama zaidi. Kitu cha kwanza utaingia katika google yako. Baada ya kuingia katika google utaandika kama hivyo ninavyoandika hapo juu, haxplain.com. Baada ya hapo, uta search kama kawaida. Ukisha search hapo, utaisubiria hiyo browser ifunguke. Ina maana hii unaenda kujifunza kwamba haki ile ya maadili ambayo haina shida yoyote, inakuwa ni haki tu, ila ni ya ya maadili. Unaweza ukajifunza hapa kwa kupitia hii website yenye nimekuelekeza hapa. Basi kama hii ni mara yako ya kwanza kukutana na video hizi hakikisha umesubscribe mtu wangu ili wewe mtu wa kwanza kupata mafundisho yote ambayo tunaachia katika channel yetu. Zingatia hilo. Bye bye. Tukutane katika video zingine zijazo.